Katibu mkuu wa taasisi ya Mtetezi wa Mama, Neema Karume, amewataka wanawake kutumia fursa zinazopatikana ndani ya taasisi hiyo katika kujinufaisha kiuchumi na kijamii. Karume amesema lengo kubwa la taasisi hiyo ni kuongeza uelewa kwa wanawake juu ya masuala mbalimbali mbali ya uongozi pamoja na kuwezesha kiuchumi, huku mwenyekiti wa taasisi hiyo kwa upande wa Zanzibar, Angelina Malembeka, akitoa wito kwa wanawake kujiunga katika taasisi hiyo. Rais anafanya vizuri na pia amejitahidi sana kutoa fursa nyingi sana kwa vijana. Ametoa mikopo kwa wanawake, kwa vijana, kwa hiyo amejitahidi sana kuto inspire sisi wengine kuweza kumtetea ili tuweze kunufaika kupitia yeye. Taasisi hii ni nzuri na itatuwezesha kuwa karibu zaidi na kinamama. Kama alivyosema malengo haya ni kuwasaidia wa kina mama katika maswala zima ya uongozi na maswala ya uchumi na ujasiria mali kwa ujumla. Aidha, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, Abasi Mtemvu, amesema ataendelea kushirikiana viongozi wa taasisi hiyo kutatua changamoto mbalimbali mbali. Sisi kama chama, mtaongea na watu wa serikali wawape sapoti, eh, sapoti. Kuna sapoti hizi za mikopo ya halmashauri kama wana kina mama wengi na vijana wengi eh, wanawajibika kupata fursa hiyo. Taasisi ya Mtetezi wa Mama ilizinduliwa rasmi tarehe 4 Januari mwaka huu ikiwa na lengo kubwa la kutetea haki za mama na mtoto katika kupata fursa za kiuchumi, nafasi katika uongozi na, na kijamii. Athman Kinyando, TBC.